Napenda kutambua uwepo wa mchungaji mama yangu hapa. Napenda kutambua uwepo wa mheshimiwa mwenyekiti wa mtaa Viwege Amina Kapuni. Na pia yakapulakii pi nashukuru kanisa kwa kunialika katika ambe hii Amen. lakini pia napenda kutambua weko wa viongozi wote pamoja na wageni waliko, bila kusahau mabibi na mabwana pamoja na kamati ya maandalizi ya shughuli hii. Bwana Yesu asifiwe, amina. Tumsifu Yesu Kristo, amina. Mwanakondoo ameshinda. Ndugu zangu, leo tunachangia ujenzi wa kanisa bila kujali kabila, dini no, no, wala rangi yeah. Hivyo nakuombeni tuchangie ambe hii ili kufanikisha malengo tuliowekea. Lakini ndugu zangu, naomba tushangie kwa ajili ya kupata sehemu ili tuweze kufanya ibada. katika kitabu Mathayo kifungu cha 11 mstari wa 29 unasema kwamba jichieni nia yangu mjifunze kwangu kuwa mimi ni mpole amnyenyekevu na moyoni wow. naji mtapata raha nafsi mwenu, sio kwa maana nia yangu ni laini na ni mzigo wangu mwepesi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Shime, waombeeni sana ndugu zangu waamini wana Viwege kwa kitabu hicho kilichosema hivyo. Ndugu zangu, leo nimeshiriki katika harambee hii kiongozwa na mchungaji Nemi Edwin katika kukamilisha ibada ya nyumba ya Mungu. Mimi kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kinyamwezi right. Ni ninaahidi kuchangia kiasi yes. cha shilingi za Kitanzania wow. laki tano hey. Lakini <laughs> pia <laughs> kuna <laughs> huyu anabidi achangie mlinzi wangu, sinio jamani.

Wameshinda. Sina mengi ya kuongea bali na machache sana. Napenda cha kwanza, napenda kuwashukuru wote wageni, wote waliofika leo. Bado nasema asante kwa wachungaji wangu. Nashukuru kwa ujio. Asante kwa kuheshimu na kuja Amen. Narudi ah, tena kwa wale wote walikuwa wangu mimi ah, siniseme nini mama, nisiwe na mengi ya kusema, bali Mungu hawabariki na Mungu aendelee kuwalinda na kuwajali siku zote za maisha yenu.